Ninakushukuru Bwana kwa wema na fadhili zako. Asante Mungu kwa jinsi ambavyo umenilinda na kunitunza. Asante Bwana hata kwa ajili ya neema hii Bwana ya kuona mwaka mwingine tena. Ninarudisha utukufu na heshima mbele zako, mfalme wa utukufu. Asante Bwana kwa neema hii kubwa na kibali hiki Jehova, sio kwamba nimetenda mema sana mbele zako, e eh Bwana hata nistahili Jehova kuvuka mwaka mwingine Bwana, ila ninatambua ya kwamba ni wema tu na fadhili zako. Ninakutukuza Bwana, ninakuinua, ninarudisha utukufu na heshima mbele zako. Ninakubariki Bwana hata kwa ajili ya mwaka huu mwingine, ninakupa utukufu na heshima e Bwana ninatambua ya kwamba wapo wengi waliotamani Bwana kuona mwaka huu Mfalme, hawakuweza Jehova, lakini mimi Bwana umenichagua Baba. Sina cha kurudisha mbele zako, ila ninaleta sifa zangu mbele zako Jehova. Ninakutukuza Bwana, ninakubariki, ninaliinua na kulitukuza jina lako Mfalme. Pokea utukufu na heshima Bwana. Pokea utukufu na heshima Jehova. Pokea utukufu na heshima, e Bwana. Ninakutukuza Bwana, ninakuinua, ninalibariki jina lako mfalme wa amani. Ninasema hakuna kama wewe Bwana. Ninasema asante Mungu wangu, ninakushukuru Bwana kwa ulinzi wako maishani mwangu. Ninakushukuru Bwana kwa neema yako maishani mwangu. Inakushukuru Bwana kwa nafasi ulionipa. Inakupa utukufu na heshima Bwana. Peke yako unastahili, mfalme wa amani. Peke yako unastahili, Mungu mwenye nguvu na uweza. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Baba, pokea utukufu na heshima. Pokea utukufu na heshima, Bwana. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakuja mbele zako, ninakuja mbele zako mfalme wa amani. Baba, ninaomba neema yako, ninaomba neema yako ya kuniongoza. E Bwana, ninapotembea kwenye mwaka huu mfalme wa amani, ninakuja mbele zako e Bwana, nikiomba neema yako. Ninajua bila wewe siwezi jambo lolote. Ninafahamu pasipo wewe siwezi neno lolote. Ninajua bila wewe Bwana nitashindwa. Bila wewe mfalme wa amani mimi si lolote. Bali ninajua kwa neema yako nitashinda. Baba ninatambua ya kwamba neema yako inanitosha. Neema yako inanitosha Bwana. Neema yako inanitosha, neema yako Bwana inanitosha. Niko mbele zako Jehova, ninakuja mbele zako wakati huu Bwana nikiomba neema yako Jehova ya kutembea nami mwaka huu mfalme wa amani, neema yako ya kutembea nami katika kila mwezi wa mwaka huu Jehova, katika kila siku ya mwaka huu mfalme. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, Baba, ninaomba neema yako, neema yako ya ustawi e Bwana, neema yako ya kunistawisha Jehova, katika jina la Yesu Kristo, neema yako istawishayo e Bwana, neema yako ya kunistawisha Jehova, katika jina la Yesu Kristo katika kila nilifanyalo e Bwana, katika kila jambo e Bwana, katika kila kazi ya mikono yangu, acha neema yako ya ustawi ambatane nami, acha neema yako ya kunistawisha iende pamoja nami, neema yako ya kunistawisha e Bwana, neema yako ya kunistawisha Jehova, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Neema yako e Bwana, karaba shana raba kolia radeke peli karandorobakota iyo neema yako ya kunistawisha Jehova katika jina la Yesu Kristo, neema yako ya kunistawisha Bwana, neema yako ya kunistawisha kwenye kila nilifanyalo, e eh Bwana, katika jina la Yesu Kristo, kwenye kila ninalolifanya Bwana, acha kukawe na ustawi e eh Bwana, kupitia neema yako ya kiungu kupitia neema yako ya mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, kukawe na neema yako Bwana, neema yako ya ku kunipa hatua nyingine neema yako ya kunifanya nisonge mbele katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninaomba hiyo neema Baba, ninaomba hiyo neema katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo Rabashanarabakola radeke peli karandolia, katika jina la Yesu Kristo, hiyo neema yako e Bwana, hiyo neema yako e Bwana, neema yako ya kunipa ustawi kwenye kila eneo la maisha yangu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Baba ninaomba neema ya kuongezeka, kukawe na neema ya kuongezeka kwenye maisha yangu katika jina la Yesu Kristo, ninapotembea kwenye mwaka huu e Bwana, acha ikawepo neema ya maongezeko e Bwana, kwenye kila ninalolifanya, katika jina la Yesu Kristo, kwenye kila jambo e Bwana, kwenye kila kitu ambacho mikono yangu itafanya, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Baba ninaomba hiyo neema ya maongezeko katika jina la Yesu Kristo, hiyo neema ya kuongezeka, hiyo neema ya kuongezeka, hiyo neema ya kuongezeka katika jina la Yesu Kristo, neema ya maongezeko e Bwana, neema ya maongezeko e Bwana, neema ya maongezeko e Bwana, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, neema ya kuongezeka e Bwana, kwenye kila eneo la maisha yangu, katika jina la Yesu Kristo, neema ya kuongezeka e Bwana, kwenye kila ninapotembea, kwenye kila ninachokifanya e Bwana katika jina la Yesu Kristo, ninakataa kila roho ya kukwama, kila roho ya kudumaa katika jina la Yesu Kristo. Weka roho ndani yangu ya kupiga hatua mpya, ya kukua na kuongezeka katika kila eneo la maisha yangu katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo ninapotembea e Bwana, ninapoishi e Bwana, kwenye mwaka huu mfalme wa amani, Baba nipe neema ya watu sahihi e Bwana, katika jina la Yesu Kristo, neema ya watu sahihi e Bwana, katika jina la Yesu Kristo, neema ya watu sahihi e Bwana, katika jina la Yesu Kristo, neema yako Bwana ya kunikutanisha na watu sahihi katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, Baba ninaomba neema ya kukutanishwa na watu ambao Bwana umewaandaa kwa ajili ya hatima ya maisha yangu e Bwana kwa ajili ya hatima ya kila ninachokifanya kwenye maisha yangu katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo neema yako Bwana ya kunikutanisha na watu sahihi neema yako Bwana ya kunikutanisha Bwana na watu Bwana uliowaweka kwa ajili ya hatima ya maisha yangu katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, hiyo neema Bwana, ya fursa mpya ya kutunikutanisha na fursa mpya e Bwana, na fursa mpya kiuchumi na fursa mpya e Bwana, kiroho na fursa mpya e Bwana, kimwili na fursa mpya e Bwana, katika biashara, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Nipe neema e Bwana, ya kujua fursa mpya, nipe neema Bwana, ya kufahamu fursa mpya katika jina la Yesu Kristo, macho yangu yakafunguliwe e Bwana, nikazione fursa mpya, ninapotembea kwenye mwaka huu e Bwana, macho yangu yakafunguliwe, masikio yangu Bwana yakawe wazi, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, karabasha darabako, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, hiyo neema, e e Bwana, Bwana, hiyo neema ya fursa, fursa mpya, neema ya fursa mpya, e Bwana, katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu Kristo, neema ya fursa mpya, e Bwana, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, neema ya fursa mpya, e Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Baba katika jina la Yesu Kristo. Hiyo neema e Bwana, ya baraka ambazo umeweka mbele yangu katika jina la Yesu Kristo, ikawe wazi kwenye maisha yangu ikadhihirike. E Bwana, neema yako Bwana ya kuni expose kwenye baraka ambazo umezikusudia kwenye maisha yangu e Bwana, na familia yangu katika jina la Yesu Kristo. Hiyo neema yako Bwana ikadhihirike kwenye maisha yangu e Bwana, ikadhihirike Bwana katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, neema yako Bwana ika baraka zako kwenye maisha yangu ikadhihirisha baraka zako kwenye maisha yangu katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, neema yako e eh, Bwana, ikadhihirisha baraka ambayo umeiweka kwenye familia yangu baraka ambayo eh, Bwana, umeiweka kwenye kazi za mikono yangu katika jina la Yesu Kristo, baraka ambayo Bwana umeiweka kwenye biashara yangu katika jina la Yesu Kristo, baraka ambayo Bwana umeiweka kwenye utumishi wangu eh, Bwana katika jina la Yesu Kristo, neema yako Bwana ikadhirishe kila baraka uliyoikusudia Bwana kwenye maisha yangu ya kiroho, kwenye biashara yangu Bwana, kwenye utumishi wangu Bwana, kwenye kazi za mikono yangu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ninapotembea e Bwana kwenye mwaka huu Jehova, neema yako Bwana ikafungue milango ya baraka kwenye maisha yangu, neema yako Bwana ikafungue kila baraka zilizofungwa e Bwana kila baraka zilizosimama kwenye maisha yangu neema yako Bwana ikafungue na kuruhusu baraka hizo eh, Bwana, kuwa dhahiri kwenye maisha yangu katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Neema yako Bwana inifungulie milango ya baraka kwenye maisha yangu eh, Bwana, katika jina la Yesu Kristo ninaishi neema yako Bwana ikafungue baraka ikafungue madirisha ya baraka kwenye maisha yangu eh, Bwana, kwenye kila ninachokifanya katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, neema yako Bwana ikanifungulia milango ya baraka kwenye kazi za mikono yangu, kwenye biashara za mikono yangu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo

kafunue Bwana furaha na amani kwenye nyumba yangu kwenye maisha yangu katika jina la Yesu Kristo. Furaha yako Bwana ikafuatane nami, furaha yako Bwana, amani yako itokayo mbinguni ikafuatane nami Bwana katika mwaka huu katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Neema yako Bwana ya kuachilia furaha ya kudhihirisha furaha ya kimbingu ikafuatane nami Bwana katika la Yesu Kristo, furaha ya Bwana ikadhirike kwenye maisha yangu katika jina la Yesu Kristo, furaha ya Bwana furaha ya Bwana ikadhirike kwenye maisha yangu ninapotembea kwenye mwaka huu Bwana, ninaomba e Bwana, neema yako ikafunue furaha yako juu ya maisha yangu katika jina la Yesu Kristo, juu ya kila ninachokifanya katika jina la Yesu Kristo, juu ya kila ninachokifanya katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo, neema yako Bwana, katika jina la Yesu Kristo, ikafunue ulinzi wa kiungu kwenye maisha yangu katika jina la Yesu Kristo, ulinzi wako Bwana ukawe juu yangu ukawe juu ya familia yangu katika jina la Yesu Kristo, ninapotembea kwenye mwaka uwe Bwana, furaha ya Bwana ikadhihirike ndani yangu katika jina la Yesu Kristo, furaha ya Bwana, furaha ya Bwana na ulinzi wa Mungu kwenye familia yangu na kwa watoto wangu na kwa ndugu zangu katika jina la Yesu Kristo, ulinzi wa Mungu kwenye maisha yangu katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, ulinzi wa malaika zako katika jina la Yesu Kristo, ukadhirike kwenye kila eneo la maisha yangu katika jina la Yesu Kristo, ukadhirike kwenye kila ninachoki ninachokifanya katika jina la Yesu Kristo, ulinzi wa Bwana kwenye kazi za mikono yangu katika jina la Yesu Kristo, ulinzi wa Bwana kwenye biashara zangu katika katika jina la Yesu Kristo ulinzi wa Bwana juu ya afya yangu na familia yangu na watoto wangu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo ninatangaza ulinzi wa kiungu kwenye maisha yangu, katika jina la Yesu Kristo ulinzi wa kimungu kwenye mwaka huwe Bwana, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo Ninakubariki Bwana, ninakuinua, ninakutukuza kwa ajili ya utukufu wako katika jina la Yesu Kristo. Ninapotembea e Bwana mwaka elfu mbili na ishirini na sita, ninapotembea e Bwana kwenye mwaka huu Jehova katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo Baba katika jina la Yesu Kristo. Ninapotembea kwenye mwaka huu e Bwana, ninaomba neema yako ya kunitosha, ninaomba neema yako Bwana ya kunihifadhi katika kila ninachokifanya. Neema yako Bwana kwenye kazi za mikono yangu, neema yako Bwana kwenye biashara yangu, neema yako Bwana kwenye ibada yangu, neema yako Bwana katika jina la Yesu Kristo, usiniache wala kunipungukia. Ninatangaza neema yako Bwana kwenye kila ninalolifanya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninakutukuza Bwana, ninakuinua, ninakubariki, maana peke yako unastahili, katika jina la Yesu Kristo, amen.